Yani, Mwanja, pisi yenyewe umenitieni hii. Hii ndio pisi, taji, pambe hii. Pisi pambe, yani, umenivuruga kabisa pisi. Leo Mwanja umpumbavu mmoja u pisi huyu, mimi kaniibia huyu, wewe unamjua vizuri huyu. Huyu kazi yake kukopa wanawake, mimi namjua huyu. Usione iyobodi kakuchanganya na lolote, huyu ndio hey. <laughs> Nimemwibia, muulize nilimuibia kwa sababu gani? huyu hajanilipa tena, namdai mdadaivu. Kama ni kwanza, aan kaniweka kwenye friji, kanipanisha juu ya meza, mpaka meza tumevunja, tujavunja meza tena. Nipe hela yangu. Yaani mwanja, katika yani, siku leo leo umenivuruga kabisa, naletea mimi mpumbavu kama huyu huyu ni mpumbavu mmoja tu. Unajua bosi wangu ni Samii. Yaani, umenivuruga kabisa ha, leo huyu, huyu, huyu. Mimi mwanjao ndio maana ulinitaka. Mimi mimi nimekutake wewe mimi wewe, niacha bwana mwanja umenivuruga leo yani leo <coughs> kubali nivuruga. Subiri kwanza. Subiri kwanza. Nakusikia, nakusikia. Sasa we mjini, mimi nitakula hapa, ndo bosi wangu mimi. Navimba kwa sababu yako, ila kikubwa, mimi naomba tu nisamee, ila kwa vile ndio hivyo Mwacha yeah, aende mlezi uyo. Mibia ndo kamaya analipa nani sasa? Achana naye huyo mwizi. Uyo mwizi ndo anakubabaisha. Yule mwizi. Ana lolote? Kazi yake kutapeli tu asikiana pa mjizi. Hivyo ya Adija. Unalupuka lupuka tu utalipa ele. Uwe kuweza mtu wa kukopo kuchana yao kuweza kukumulia. Ah, lipa hizo bia sasa. Mibia sina hela. Mira ni mwache mamoto. Mamamoto. Na mimi? Lipa hapo. Kila mtu abipe bia zake. Subiri. Ukimbia nini? Mimi naheshimika, usinifanye kachuulgaolika kama wewe. Hapa mna ukimbia mtu? Lipa bia za watu. Nalipa elfu kumi yangu. Sio kweli, sio kweli. Waweza kuchamba tajiri wakati anatoka alipe bia, bia. Yaani sifa. Mm, Mama. Dawa ni hizi hapa, maji ya kunywa Usisahau kwamba daktari alisema unatakiwa kunywa dawa kwa wakati, bila kupitiliza kabisa masaa. Mwanangu, hata salamu hamna? Hasa salamu inasaidia nini hapa hmm? Salamu itakufanya wewe upone au itakufanya upate ya uheni? Yaani kwamba nikikusalimia, unaweza ukatoka uzeeni ukarudi ujanani? Mnaomba unywe hizi dawa, mwanangu. Hizo dawa hata siwezi kunywa. Nauma sana nikitumia hizo dawa moo unaenda mbio sana, naomba mnibadilishie dawa. Kwa hiyo ulisomea masomo ya kidaktari, si ndio? Eh? unabishana na huyu dokta ambaye alikuandikia hizi dawa. Unamwona huyu dokta ni mbumbumbu, taila tazeze, kichwa maji, hana akili hata moja. Aya daktari bingwa, niambie unataka unywe dawa gani? Mwanangu, kwa kwanini unanilaumu namna hiyo? Mi kama ni mama yako mzazi mama yako mzazi aliyokuzaa na mimi. Sawa sawa, mwanangu, kwa nini? Umeshasema mimi wewe ni kama mama yangu mzazi. Mimi wewe siyo mama yangu, mama yangu mimi alishakufa. Sawa, mimi wewe ni mama mkwe wangu, wewe ni mama wa mume wangu. We, si una watoto? Mbona wako hapa? Si kuna binti yako Anifa, yuko wapi? Sindiye aliye kutia ma pressure amejifanya kuondoka hapa kwenda kutafuta kazi huko kwenye ma hoteli. Na wakati ameenda kufanya tu ukahaba huko. Unamwona hapa? Siku nyingine alale huko huko, siku nyingine amoe anarudi. Mimi nimejiongeza tu kidogo, nikaona nikusaidie, nakupa dawa, nakupa chakula ili usife. Bado naona mimi ni Taila. Bado nasema mimi nimebadilika. Kanji si mtoto wako ambaye mimi ni mume wangu? Mbona hakujali wewe anaenda kazini, anashinda kazini, ashindi ya hapa na wewe? Eh? Hmm? Hivi hata sasa hivi ukisema unakata roho, ni nani atakaye kufumba hayo macho kama sio mimi? Inatosha mama, umeongea sana, lakini hizi dawa mtazikuta hapo hapo. Siwezi ku... Sasa sikiliza, nikwambie, una maamuzi. Ukijisikia kunywa hizi dawa ni sawa, usipojisikia pia ni sawa. Jukumu la afya yako ni la kwako wewe mwenyewe, sio la kwangu mimi S Tazikuta tu. Yaani jambo dogo tu. Unashindwa kulifanya. Hmm? Masharti madogo tu unashindwa kuyatekeleza. Aufikirii harama ngapi natumia mimi hivi? Ushai kuwaza kwamba izile maiti mimi nazitoa wapi? Na angaika usiku kucha, wewe unalala kwenye kitanda chako. Umeshindwa kulala na maiti <laughs> Maiti tu, maiti hauwijui, sio ndugu yako, unashindwaje? Ah, umekuja tena unataka kazi gani mimi niifanye wewe? roho yako ndogo, roho yako changa, roho yako teketeke ulitaka nikupe kafara ya kuku eh? Maana ndo mmezoea, wenzako wanafanya makafara makubwa. Sasa kupata nyota si mchezo. Kuwa na nyota kubwa inaong'aa sio kawaida, lazima uwe na moyo mgumu. Sasa hivi inabidi twende kwa kiapo, na ukienda kinyume utapotea, kwa sababu vijana wangu wanaangaika kwa ajili yako, wanatafuta dawa kokote ilipo wanazunguka usiku kucha, yote kwa ajili yako. Wewe unajua mimi nakutana mangapi eh? Mizimu wananichukuliaje mimi? Wewe ulifikiri mizimu watoto kwamba ukae tu unacheza nao? Mizimu ipo na ikiamua kukugeuza, dakika mbili tu unapotea sitaki matatizo. Maana kusala kwa wewe litanikharimu mimi. Nitakufa. Chika, uko tayari kulifanya hili ambalo tunaenda kufanya? Ndiyo niko tayari. Na unajua kuwa hakuna kurudi nyuma katika hili? Ndiyo nafahamu. Ili kuwa malkia, lazima afe malkia ndipo utawale. Mbona mbona kama sija kuelewa hapo, mtaalamu, labda unifafanulie umemaanisha nini hapo? <laughs> Unataka kuwa na nyota kubwa, ndio kama ya rafiki yako Amina, inakubidi umuue rafiki yako Amina. Aziza, toka kwenye godoro langu aziza unanielewa nachokisema toka kwenye godoro langu sitaki matatizo na mtu nimewapisha chumbani kule na wifi mlale nimenua godoro kwa pesa yangu kwa ajili ya kulala mimi na kipenzi changu tu mume wangu na sio mtu mwingine sitaki kujibana na sitaki matatizo na mtu naomba utoki lakini aziza unanisikia mimi nachokisema ah! hey, dada jamaa Mbona lakini hivyo kilo, utakaponiona mi nimekaa kwa lawe lazima uje jamani, unikoseshe raha? Dadija, dadija, mi sitaki ugomvi na wewe bwana, hebu niache ah. Yani mimi ninachokisema na kimaanisha, wewe ndio unatafuta ugomvi na mimi. Mi sitaki maneno. Hivi unajua godoro nimelipataje? na nimenunua godoro kwa sababu ya kwangu, mi na mume wangu, sitaki kubanabana hapa, tuna mambo yetu na mume wangu. Wewe unachokitaka kitu gani? Kitugani? hey, mwanamke una haya wewe sasa! Basi kwa taarifa yako nikwambie Mama amenipa habari yako, dada. godoro ili hujalilipia, umekopa. Sasa mimi nitaendelea kulilalia ili godoro mpaka siku utakaomlipa mama angu pesa yake, wala utonipangia. Kwa hiyo mamako kakushtakia wewe, kama nani wewe? Balozi au mjumbe wa nyumba kumi? Sasa kwa taarifa yako, mimi na mama moto tutamalizana wenyewe, mimi ninamuweza Umenielewa? we kimbele mbele hacha mambo mengine hayakuhusu mimi ninachotaka utoke kwenye godoro langu sitoki sitoki utatoka sitoki. Sitoki. Sitaki, matatizo na wewe hazitatoka natoka hii dadija wewe vipi lakini natoka hembu niache sijui ukoje lipa deni la watu Wewe vipi unajua watu wametafutaje hela kutaka kutubana bana tu hapa hmm. kimbele mbele tu nakeuja nua Wewe unajua nimelipataje ligodoro mimi acha kujimwa mwana mme wangu. Sasa mtaalam, nawezaje kumuua rafiki yangu? Yeye ni rafiki yangu, nilijua ya? Aya, niliyajua. Sasa kwa nini uli hapa eh? Sasa kuna mambo mawili tu Urudi nyumbani uende ukaendelee na maisha yako ambayo mabovu mabaya, ambayo ya masikitiko kila kukicha, au kubali kuishi maisha unayotamani. Amina ni rafiki yangu, tena sio rafiki yangu, ni ra, yaani kama ndugu tumeishi pamoja, tumeishi kwa muda mrefu, tumefanya vitu vingi. Nawezaje mimi eh? nawezaje kumuua mimi? <laughs> Zawadi. <sighs> mambo makubwa yanahitaji sadaka kubwa. Usinifanye teja wa mapenzi. Usiwe mama mubaya. Mimi siyo mgeni wa mapenzi, maumivu nayajua, siyo kisa pombe. Pombe ilonifanya nilopokeli wewe dawa yako ipo jikoni inachemka, na nitakapokamilisha zoezi la kukukata huo ulimi, habari yako itakuimiisha. Usitegemee kama nitakupa chakula. Unataka hai. Nini, unataka nini au <laughs> niwezi tena Auto niweza abadani, mwanangu, kumbuka tamaa ni mbaya mno mno, tena sana. <laughs> <laughs> wakati wako umekwisha. Sasa tamaa yako ndio iliyokuponza, ulishawishiwa, mimi sijui. Kile ulipofikia ni mabaya sana mwanangu, pabaya mno. Ulimu <laughs> <laughs> wa mama nawe utakufa na na na, na, na, na, na, na, na, na.